Ujumbe wako katika anwani yetu ya Facebook ambayo ni TBC Habari, nasi tutasoma ujumbe wako hapa hapa wakati wa taarifa hii ya habari. Kwa maoni yako, na ninahitimisha kwa sasa kusoma ujumbe wake Juma Abeid akiwa Uganda kwa sasa, anasema, mheshimiwa rais, wanyoshe wanaotaka kuvunja amani ya Tanzania. Na hii inapendeza sana sasa, ma maoni na ma maoni ya wananchi, hii ni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki bila shaka, kumbe TBC <laughs> <laughs> sasa tunavuka huko, wanatutazama kweli kweli. Uh, endelea kutuma maoni yako nasi tutayasoma bila yana yote katika taarifa yetu ya habari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Dr. Ayubu Rioba, amesema shirika lipo katika mazungumzo na hifadhi ya taifa Tanapa, ili kuanzisha chaneli maalumu ya masuala ya utalii. Dr. Rioba amesema hayo katika mazungumzo baina ya uongozi wa bodi ya utalii Tanzania TTB na uongozi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC na kuongeza kuwa chaneli hiyo itaiwezesha TBC na wadau mbalimbali wa utalii kutangaza vivutio vilivyopo hapa nchini. Ana kwambaza ana taarifa ifuatayo. Bodi ya utalii ikifanya utalii wa ndani katika ofisi za TBC 1. Dr. Ayubu Rioba, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, akiwa na mgeni wake mkurugenzi mwendeshaji wa bodi ya utalii nchini TTB Devota Mdachi pamoja na manejimenti yake wakitembelea ofisi za TBC One kuangalia namna shirika hilo linavyofanya kazi zake. Akizungumza mara baada ya ziara hiyo, mkurugenzi mwendeshaji wa TTB Devota Mdachi amesema lengo ni kuangalia namna ya kushirikiana katika kutangaza utalii na kujenga uzalendo miongoni mwa Watanzania. Iko haja ya, ya kutafuta vyombo vya habari vya Tanzania ili to put the record straight, watu waweze kujua kabisa kwamba Kilimanjaro iko Tanzania na tunajua kabisa kwamba through TBC tutaweza kushirikiana katika kutangaza sio tu utalii wa nje lakini hata utalii wa ndani. Aidha, Mdache amemwomba Dr. Rioba kuangalia namna TTB wanavyoweza kutumia tovuti ya TBC katika kutangaza kazi zao na kuelimisha jamii kuhusiana na vivutio vilivyoko nchini. Kutokana na maombi hayo ya TTB, Dr. Rioba akaweka bayana mpango wa TBC kuanzisha chaneli maalumu ya utalii. Mtu yote anayefanya shughuli za utalii, iwe ni kampuni binafsi watakuja kutangaza, iwe ni, ni wadau wote wa mambo ya utalii wataitumia ile. Kwa hiyo hata interviews zitakuwa zinafanyika kwa ajili ya kupromoti masuala ya utalii. TTB, kama mna swala lolote jipya au imetokea ishu kama hiyo, kuna mtu anataka kwa sababu ya kutokujua tu anasema labda Olduvai Gorge iko Kenya, basi pale pale wakati social media zina- zinachoma moto wa kusema kwamba waache ujinga ule, na sisi TBC tunafanya hivyo hivyo. Lakini pia tuna website yetu yenyewe inaenda kufanya hivyo hivyo kwa upande wao mkuu wa kanda wa TBC Mbwilo Kitujime na kaimu mkurugenzi wa masoko TTB Filipo Chitaunga wakaelezea namna taasisi hizi mbili zinavyoshirikiana katika masuala ya utalii. TBC iwe nambari wo moja, kila mnapofikiria katika business au katika swala lolote la promotion, sisi tuwe wa kwanza kufikiriwa. Tumekuwa tayari kwa namna moja au nyingine tumekuwa tukishirikiana na TBC nakumbuka kuna kipindi fulani tulikuwa na kampeni mbalimbali tunazifanya kwa mfano, zile tulizokuwa tunapigania kwamba vivutio vyetu vya utalii Tanzania viingie kwenye maajabu saba ya bara la Afrika, la Afrika TBC ilikuwa imeplay role kubwa sana kuhakikisha kwamba vile vivutio kati ya vile saba tumepata vitatu vikitoka Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ana Kwambaza, TBC.